Tumeapata pamoja tushereke, mafanikio yetu, tumeapata pamoja tushereke, tumeujenga uchumi wetu sote. Ni msaada mkubwa sana, kwa sababu zamani ilikuwa wananchi wanatakiwa wasafiri kutoka mbali zaidi ya kilomita 45 kutoka Ndono kwenda Tabora mjini, lakini sasa hivi huduma inapatikana hapa hapa ulipo tupo. CRDB inawaeleza ni kwamba Vodani, Kwayo, kwa mfano kuna sehemu zingine mtandao wa Voda unasumbua kidogo, kwa hiyo wanaweza CRDB wakabadilisha wakaweka labda mtandao wa Airtel ambapo kutana na, na, na sehemu usiku, kwa mfano kusisi kule kwetu tulipo ndono mtandao unaobamba pale ni Airtel. Kwa hiyo wanaweza kubadilisha zile chip wakaweka za Airtel ambazo unaweza kusaidia kupata huduma muda wote. Akija mteja inabidi usogee kidogo kwenye mtandao ndio muhudumie. Changamoto ni hiyo tu, lakini hakuna changamoto nyingine. Benki ya CRDB Tabora imetoa mafunzo maalum kwa zaidi ya mawakala 245 waliopo manispaa ya Tabora, lengo ikiwa ni kuboresha huduma za kifedha kupitia teknolojia mpya iliyoboreshwa na benki hiyo kwa mawakala wake. Yaani katika benki zote hapa Tanzania nilianza na CRDB. Ndani ya mwezi mmoja niliibuka kinara wa mawakala nikapewa zawadi laki tano. Nikapata kamisheni yangu nzuri sana. Nilianza na posti moja, mpaka sasa hivi nina posti zangu mbili. Nilikuwa nimepanga, nimejenga nyumba yangu, nina gari, nina watoto wangu wanne wote wanasoma shule nzuri, na mpaka sasa hivi sisi wenyewe maisha yetu yamebadilika kupitia uwakala, kwa sababu nilikuwa kwa fundi cheleani, nikaacha ufundi yani, na imani ninakoelekea. Yani, katika benki zote kamisheni yangu kubwa ni ya CRDB, siwezi nikasema uongo, hata wao wenyewe wanajua. Akifungua mafunzo hayo, meneja wa CRDB kanda ya Magharibi, Jumane wa Ghana, anaamini kuwa kazi kubwa inayofanywa na mawakala hawa ndiyo inayoifanya benki ya CRDB kukua na kupanua wigo wa huduma zake siku hadi siku. Benki yetu CRDB inao utamaduni wa kutoa mafunzo kwa mawakala, tunajitahidi sana kuhakikisha kila baada ya dafai tunatoa semina kwa mawakala. Lengo ni kuwajengea uwezo lakini vilevile kuhakikisha kwamba wanafanya kazi zao kwa ufanisi. Tunafahamu kwamba mambo yanabadilika kila siku, kuaziilie teknolojia inabadilika. Sisi tunaamini wakala ni e, sehemu ya megi pale ulipo kwenye usiano ya wakala. Sisi mna mwingine waketi wakala nasema ni tawi la CRDB kwao wote yote, kwa ulioweza kuugulia sai kama ni wakala ana wakala na mimi baada ya semina hii, yale yani yote tutakayofundishwa, kama tutaendelea kutilia vizuri, utaona kabisa mabadiliko, utaona usafi kwenye ofisi yako. Lakini hata wewe utaona kuna vitu imepata vipi ya teknolojia ama hata ya kujikinga na hatarishi ni. Sisi benki ya sasa najugulia sana kufanya kazi aini, na tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo imeifanya.

ambapo mawakala hawa wanapaswa kuchukua tahadhari na kuwa makini katika kutoa huduma kwa wateja wao. Kwanza, hii ni benki nzuri ambayo imekuwa ikitoa huduma mbalimbali mbali kwa, kwa jamii na sasa hivi amekuja na mfumo mpya ambao ni wa teknolojia. Sasa hivi tuna, tunaona namna ambavyo dunia inaenda kwenye teknolojia, lakini pia na sisi imetupunguzia. Awali kwa tunatumia E, kadi kwenye mashine zetu ndio tufanye kazi, lakini sasa hivi kila kitu kimerahisishwa na kimekuwa ni kizuri kwa sababu tunakuwa kulingana na teknolojia inavyokuwa, lakini wakati teknolojia inavyokuwa ndivyo pia na watu wanazidi kujifunza. Sasa hivi kuna wimbi kubwa la, e, la, la watu kutapeliwa fedha. Kwa hiyo lazima wawe na tahadhari kubwa, kwanza kuwaelekeza hasa sisi mawakala wao wa CRDB kwamba tuwe na password nzuri ambazo zitaturahisisha sisi kufanya kazi. Mtu asiwe na password ambayo itakuwa ni rahisi kwa mtu mwingine kujua. Kwa upande huo, hakikisha kwamba hawa mawakala wote wanajua namna ya kuziweka password zao vizuri. Sasa hivi simu zimekuwa zikitumika, mtu anakupigia simu ama ni tapeli, kwa sababu utapeli umekuwa ni mkubwa na teknolojia inakuwa kubwa, na wao amatapeli na nao wanaenda kusoma ili wajue ni namna gani ambavyo wanaweza kumtapeli mtu bila kujua kwamba huyu ni tapeli. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa meneja wa benki ya CRDB Tabora, kwa wastani zaidi ya miamala ya kifedha elfu sitini na moja hufanywa na mawakala hawa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja kwa manispaa ya Tabora pekee, kwa wastani wa 2001 wateja hawa usingekuwa na utaratibu wa wakala. Ingetakiwa wao wanakuja tawini kuchukua au kufanya miamala yao. Sasa wewe afikiria pale tawini kwangu mawakala wafanye miamala au wateja wangu ambao wangetakwaje benki 2100 miamala. Lazima tungekuwa na kazi kubwa ya kuongeza stafu pamoja na majengo ili kukidhi hitaji la wateja. Lakini kupitia mfumo huu wa kuwa na mawakala kwa maana benki yetu, nasema kwamba CRDB ulipo tupo, imetusaidia sana kuweza kuongeza foleni ndani ya tawi, lakini kuongeza mtaji pamoja na faida inayotokana na kamisheni kwa maana ajira vilevile kwa vijana mbalimbali wa manispaa ya Tabora wanaofanya miamala kwa mawakalao mia mbili arobaini na tano na ambao wameajiriwa. Katika mafunzo haya meneja wa maendeleo na biashara kwa mawakala wa CRDB Jafari Othmani hapa anaeleza kwa kina kile walichokitoa kwa kundi hili la mawakala. Tumewaelimisha kuhusu namna gani ya kutambua watu ambao wanatakatisha fedha, lakini pia tumewafundisha jinsi ya kukuza biashara, mbinu mbalimbali ambazo wanatakiwa wazitumie kukuza biashara na kukuza vipato vyao, lakini pia tumewaelezea kuhusu maboresho ambayo tumeweza kuyafanya, likiwemo la mwetu mpya ambapo tumekuja na huduma nyingi sana za ziada. Sisi kama wakala, before au kabla, tulikuwa tuna huduma za kuweka kutoa pesa, kulipia bili pamoja na kufungua akaunti, lakini kwa mfumo huu mpya tumeweza kuja na huduma nyingine nyingi sana ambazo zitaongeza wateja ambao watakuwa na huduma na hawa mawakala, lakini itaweza pia kuongeza miamala kwa mawakala pamoja na kuongeza misheni zao au vipato kwa mawakala. Ufanisi na maendeleo makubwa yanayofanywa na na benki ya CRDB katika utoaji wa huduma umewavutia wengi na kutamani kuingia kwenye huduma hii ya uwakala. Niliamua kuomba kuwa wakala wa CRDB kwa sababu ya mahitaji ya wateja eneo nililopo. Nilikuwa nina uwakala wa mitandao ya simu na benki nyingine, lakini kulionekana kuna uhitaji wa benki ya CRDB na nilipo mimi ni eneo la soko la Kachoma barabara ya Madaraka, kwa hiyo ninapata wateja wanaokuja kutafuta mahitaji ya kila siku. Kwa hiyo kuna wakati mteja anakuwa hana kesh, anataka kutoa pesa ili aende akafanye mahitaji mengine sokoni. Katika utendaji wa kila siku yako mafanikio, lakini zipo changamoto ambazo kwa kadri zinavyojitokeza ninazitolea taarifa na zinafanyiwa kazi. Kwa hiyo siku zinavyozidi kwenda, changamoto zinapungua. Kwa mfano, nimewahi kupata changamoto ya kumnunulia mteja umeme, pesa ilikatwa lakini token hazikuja. Sasa hiyo inakuwa changamoto, kwa sababu mteja anapokuwa ametoa pesa yake kwa ajili ya huduma fulani, asipopata huduma kidogo, kunakuwa hakuna maelewano. Kwa hiyo tunajaribu kutafuta zile token zikikosekana na tukikosa namna kabisa ya kupata, sasa ili kuweka mahusiano mazuri kati ya mteja na huduma za CRDB, una wakati inabidi tunamrudishia pesa, pesa zake. Lakini nimeona kuna maboresho ya mfumo mpya ambao una, una option pia ya kutafuta token kama ikitokea hazijaja na maboresho mengine sasa yale, na imani atafanya kuongezeka kwa ufanisi katika huduma zetu kama wakala. Kupitia mafunzo haya ni dhahiri kuwa sehemu kubwa ya changamoto zilizokuwa zinawakabili mawakala hawa sasa zitapungua na kuleta ufanisi katika utoaji wa huduma za kifedha. Siku za hapo mwanzo kulikuwa na changamoto nyingi sana, kumbuka tulianza miaka kumi iliyopita, kwa hiyo changamoto zimekuwa ni nyingi. Sasa tumetambulisha mfumo mpya ambao tumeona ni vizuri tukawaelekeza na kuwafundisha mawakala wetu ili tuende nao pamoja, kwa sababu wakala ni benki ndogo kuwa nafanya huduma zote ambazo angeweza zifanyike ni benki kwao, tukawasema sasa, tuje tuwaelekeze u mfumo mpya ambao umekuja kutatua changamoto zao zote ambazo zilikuwepo, masuala ya network, mtandao unasumbua, mara hela imekataa kwenda kwa mteja. Muda mwingine haoni balance vizuri ya mteja, kadi na kataa, simu zinaleta changamoto. Kwa hiyo hizo zote leo tunakuja kwa huu mfumo, ambao kwa sasa hivi tunatarajia kwamba itakuwa ndio suluhisho la kudumu. Kumbuka hawa ni mawakala wetu ambao tunawalipa kamisheni kupitia kupitia miamala wanayofanya kila siku. Kwa hiyo unapokuwa na mfumo ambao uko sawasawa, umeimarika, tunategemea kwamba kipato chao kitaongezeka kupitia kamisheni za kila mwezi. Kwa hiyo ni wito wangu sasa mawakala wetu hapa Tabora waweze sasa kutumia fursa hii kuhakikisha wanafanya na mala mengi yanavyowezekana kuhudumia wateja, system iko spidi wakuipasavyo, haina tena changamoto za kwa kwa aa kwa ishwa siku uweze kuongeza zaidi. Lengo letu ni kufika mawakala 500 ndani ya manispaa na kufanya miamala kwenye elfu tatu mpaka elfu nne kwa siku, ili tuweze kuendana na soko inato, na ile ya linaohitaji ambayo ulipo Tupo. Swala la umuhimu na faida za bima kwa mawakala nalo na lilikuwa ni mada iliyopewa kipaumbele katika semina hii. Tumewapa mawakala elimu kuhusu bima ya fedha, kwa nini wanatakiwa na bima ya fedha na itawasaidiaje. Tumeangalia biashara ya uwakala ina changamoto kadhaa ambazo, ikiwemo udanganyifu, wizi, pamoja na wengine wamekuwa wakivamiwa. Kwa hiyo tukawaeleza kwamba kupitia CRDB wakala wetu au wakala yeyote ambaye anafanya huduma za kifedha iwe ni miamala ya mitandao ya simu au miamala ya kibenki, anaweza kupata huduma ya bima akiwa katika eneo lake la biashara, kwa maana ya fedha itakayokuwepo wakati wa biashara, lakini pia fedha ambayo itakuwepo baada, baada ya muda wa kazi, tunasema baada ya muda wa biashara, fedha ambayo itakuwa inasafirishwa kutoka kwenye eneo la biashara ya wakala kwenda benki au kwa wakala mkuu. Lakini pia wakala wetu ataweza kupata ulinzi wa mali zake. Mfano, kuna mawakala wana sefu kwenye eneo la biashara. Ikitokea wizi umefanyika sefu imevunjwa imeibiwa, au pesa iliyomo ndani ya safe pia ikaibiwa, nayo huyo wakala ataweza kupata fidia. Tunawashukuru mawakala wetu kwa kufika na tumewasisitiza sana waweze kulinda fedha zao kwa njia ambazo ni salama, na hizo huduma atazipata katika tawi lote la CRDB Tanzania, ikiwa ni Tabora, Sikonge, Urambo pamoja na maeneo mengine Kaliua, Usingi na kokote ambaosakatika. Kwa hakika hii ni hatua kubwa ya maendeleo ya teknolojia inayofanywa na benki ya CRDB katika utoaji wa huduma za kifedha mtangawu, kwa mawakala wake. Wizi wa mtandao kwa sasa imekuwa ni mkubwa sana, imetoa mifano mingi pale na ushuhuda mbalimbali maeneo mbali, mbalimbali, jinsi gani mawakala wanapata changamoto. Kuna watu wanakuja kuweka hela kwenye akaunti za uongo anapeleka ya uongo anachukua mali, mwisho wa siku atamsumbua wakala. Lakini wakala kwa sababu tayari tumeshampa mfumo sawa sawa na mna kutambua risiti fake na mteja ambaye ni mwenyewe na sio mwenyewe. Kwa sababu zamani mteja anaweza akaja hata ni mwanaume, lakini akachukua hela hata kwa jina la nani la mwanamke. Lakini kupitia hii platform ya, ya, ya, ya awareness ya wizi wa mitandaoni tumewapa mifano mizuri, tumewatengenezea system ambayo sasa hivi akiingiza tu lazima E, akitoa kiwango cha hela kinachozidi kiasi fulani, lazima impe na meseji ya kumpa wakala aingize kwenye simu yake. Kwa kama ni mtu ameidua e, kadi yake lazima inamuhitaji tena ampe namba za siri ili aweze kutoa hela kupitia kwenye simu yake ya mkononi. Mariam Daudi Othmani, licha ya kupitia changamoto zote katika huduma hii ya uwakala, msimamo na ndoto yake ni kutamani kuwa kinara wa mawakala ndani ya manispaa ya Tabora. Biashara yoyote haikosi changamoto. Tena kama biashara yetu ya wakala ina changamoto sana. Wezi wanakuangalia, bibaka wanakuangalia, wateja wetu tunaohudumia mwishoni, hawa unaweza kukuletea shida yoyote. Yaani changamoto zozote mpaka kufika hapa nilipo nimekabiliana nazo. Kwa siku unaweza kubalance una milioni, una milioni mbili lakini unakuta labda milioni kumi, umebakwa na milioni nane. Unakumbuka hivi mimi nilipata faida shilingi ngapi toka nimeanza? hii milioni mbili haina shida. Naendelea tena kupambana ofisini kwangu na napambana, kule napambana. Mwisho wa siku najikuta losi yangu nimelipa wafanyakazi wa watatu na mimi mwenyewe ni wanne. Kwa sababu pale huwa sikosi kabisa, nikikuta sipo labda na dharura kama sasa hivi nipo huku au nimesafiri biashara hatu kwenda kwenye mafunzo ya biashara. Hutaki kukata tamaa, yani ukikata tamaa ni zambi. Kwanza ukikata tamaa unasononesha wafanyakazi kuzingatia mimi ndio bosi, mimi ndio mmiliki. Kwanza nikikata tamaa mimi, hata wafanyakazi wangu watakata tamaa, lazima nijipe moyo, lakini unakuwa na maumivu makali sana, lakini unaendelea kupambana. Tangu nimeanza huduma hii nakumbuka elfu mbili kumi na tisa ndo nimefungua ofisi yangu, na siku ya kwanza kama ya pili alikuja mteja akaniambia nimwekee milioni mbili kwenye akaunti yake. Nilichukua ile hela nikaihesabu, milioni mbili iko nzima. Baadaye akaniambia ah, Sista, nataka niweke hela kwenye Tigo. Nikamwambia, unataka kuweka kwenye tigo hii? Nikampa ile hela nikamwambia, mbona Tigo mimi salio litosha? Akaniambia basi niweke CRDB. Nikachukua ile hela tena nikahesabu, iko milioni mbili nzima, mteja ameondoka. Tata kaka, kitendo cha dakika tano na kuja kushika ile hela laki moja na kumi na nane mpaka leo. <laughs> Hey, tumepata pamoja, tushereke mafanikio yetu, tumepata pamoja Tushereke, tumeujenga uchumi wetu sote.